Lakini kwa, kwa bahati kabisa, kabisa leo tunakuja kupata msaada wa kisheria ambao mimi kwa maoni kwa kwa yangu ninaiona kama ni ukombozi wa wazi kwa wana Igayasi. Tumewahidi wananchi kuimarisha usimamizi wa sekta hii, ni lazima hadi hii itimie. Kana kwamba hiyo haitoshi, tumemuona rais wetu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 tasimamia na kulinda misingi ya katiba ya kuheshimu uhuru wa raia na kuabu, wa kuabudu na kuhubiri dini. Ila kamwe hatutomvumilia yoyote atakayetumia haki hii kuchochea chuki na uhasama. Lakini, lakini kwenye uchumi, uchumi tumeona uchumi, uchumi umeibuka kwa kiwango kikubwa sana, lakini haikuishia hapo. Tukija kwenye miundombinu tumeona mabarabara ya wilayani humu ndani, tumeona shule, tumeona hospitali, tumeona vituo vya afya, tumeona zahanati. Na leo tulikuwa tunazindua shule moja wapo pale Kajunguti. Kwa maana hiyo mimi, kwa maoni yangu, ninaona awamu ya sita imekuja katika mwonekano wa kuwakomboa Watanzania kikweli kweli.